Ji jikabidhi kwa Bwana tunapoungana na ndugu zetu e, katika nchi uh, ile ya uh, visiwa vya Sulemani Solomon Islands uh, huduma ambayo Bwana alimtumia uh, mtumishi wake kuweza kutuhudumia na tumekuwa tukipokea kutoka huko katika katika, e, katika mkutano wetu e, majira haya. Tumwambie Mungu wa mbinguni, sema nasi kadri ambavyo Bwana alisema na watumishi wako wakati ule. Tunaungana na ndugu zetu aa, na mimi wakati huu hapo, katika e, kuabudu e, tuungane nao katika hatua yote waliopo. Kumbuka sasa hii na kwenda live aa, kutoka kutoka makao makuu Lagos, aa, tunaungana nao sasa, ni moja kwa moja kutoka Lagos baada ya kutoka Solomon Islands.

Kuwepo kwako hapa asubuhi ya leo hakika ni jambo la jambo jema sana na la kumshukuru Mungu, na kumshukuru Mungu sana kwa ajili yenu nyote. Jukumu letu ni kuwakaribisheni. Ah, tukumkaribisha mnaji wetu wa kwanza na kushukuru kwa ajili ya GCK kufanya tukio hili kuwezekana, kuja pamoja na kadhalika na kwa ajili ya kanisa la kupendeza hili. Hawa ndugu zetu wameungana, watu wa visiwa vya Solomon, visiwa vya Papua New Guinea na visiwa vya Fiji wameungana pamoja kwa ajili ya eh, crusade hii iliyokuwa visiwa vya Solomon. Kwa hiyo ni mtumishi wa Bwana kutoka visiwa vya Fiji ambaye naye pia um, umoja wa Kipentekoste, umoja wa Kipentekoste wa Fiji yeye ni mmojawapo ambaye anaongozwa na rais wa, wa CMF. Tumebarikiwa sana asubuhi ya leo kuwa naye hapa pamoja nasi. Hebu tushangilie Bwana napomkaribisha. Nafikiri kutakuwa na mchungaji Tuli. Tumpe Bwana Mungu shukurani kwa ajili ya Mchungaji Tuli, kama ametambulishwa, ni kutoka huduma ya CMF. CMF ndio huduma ya mtumishi Mgulu, inatokea e Fiji. Huyu uh, si a raisi, raisi wa CMF. E ni mwingine, lakini nawakilisha. Tunamkaribisha mtumishi wa nafikiri William William Kumuyi, namkaribisha na mkeo. Karibu Bwana pewe sifa. Tunayo shukrani sana kwa ninyi kuungana nasi asubuhi ya leo. Haleluya! naweza mkaketi tafadhali. Nilipewa nilipewa somo la kunena, kupokea na kutunza moto wa uamsho, kupokea na kudumisha moto wa uamsho. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo moja kutunza na, na, na ni jambo jingi kabisa kudumisha. Ni jambo moja kupata lakini ni jambo lingine kutunza. Bwana Yesu apewe sifa. Fiji tunaweza tukapata, tuka, tunaweza tukapata lakini hatujui jinsi ya kutunza Wa mshu, moto wa msho mioyoni mwetu tunaweza tukaupata. Mtumishi wa Mungu hapa aa, mwenye kanisa kubwa Marekani, ana uzoefu, ana miaka 84, amekuwa akihubiri, amekuwa akiongoza kanisa karibu maisha yake yote, na kwa uzoefu wake tunaweza tukapata ule moto, kishia, uwa moto uwa wa uamsho na kuhakikishia, unaweza ukaupata huo moto wa uamsho kwa huyu mtumishi wa Bwana. Lakini swali kubwa, wakati mtumishi wa Mungu anapoondoka nchi yetu, je, tunaweza tukadumisha, au tuko kama tulivyo hapa Fiji, tunakuwa na ile kawaida ya kurudi kwenye biashara yetu hapa iko Fiji. Natumaini nilikuwa mkurugenzi wa tukio moja kule e, pale Suva e, pale ndio mkoa makao makuu ya mji Albert Park Suva Fiji. Pale zaidi ya watu maelfu yalikuja watu, wakatoa maisha yao daima. Nauliza hili swali, hawa watu wako wapi? Hatujui jinsi gani ya kutunza watu. Hapo zamani za kale palikuwa na kundi la, la, la, la, la tumbili wakikaa porini na wale nyani wakafurahishwa na ule, ule moto ambao watu waliwasha. Wale nyani wakafurahia walipokuwa wanakaa watu kuota moto wao, wale, wale nyani wakawa wanaangalia ule moto unaowaka, waka ule, na wale watu walipokuwa wameenda kulala, wale manyani wakawa wananyatianyatia nyatia kutoka katika miti ile na kukaa pale kwenye ule moto kuota moto katika e, ke, ule moto ulikuwa umewashwa. Wale nyani wakawa wamefurahia ule moto, lakini hawakujua jinsi gani ya kuweka zile kuni kuendelea, <laughs> kuendelea ku, ku, kuwasha ule moto japo, kwa, kulikuwa na kuni nyingi ziko pale lakini wale manyani wakaruhusu ule moto ukaendelea kufa tukufifia. <laughs> wangapi wetu leo? Wakristo wangapi leo wanafurahia moto wa Mungu lakini wanashindwa kufanya kile ambacho kinatakiwa kuhudumisha ule moto uendelee kuwaka. Lazima tuhudumishe na kuulinda ule moto unaowaka ndani wa ile nguvu ya Mungu inayowaka. Lazima uhifadhi ule moto. Tunaweza tukahudumisha ule moto kwa kukaa katika uwepo wa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Nakwambia, huwezi kuzipiga hizi mbio kwa ule, u, ule ufahamu wako mwenyewe kwa zile nguvu zako maarifa yako mwenyewe, kwa, kwa maarifa yako wewe mwenye elimu yako mwenyewe. Tunaweza tukahudumisha tu ule moto kwa kukaa katika uwepo wa Mungu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya wazazi wangu, ama ataja majina yao. Mama yangu Chuta Chilavete kutoka Kembe Fiji huko <guliko> kuna sababu ya kuweka moto wa Mungu ndani yangu. Kila kulipokuwa na shida, nimekuwa nikimpenda Mungu na kumtumikia kwa kila kitu kilichokuwa ndani yangu ninatoa sifa hizi kwa mama yangu kwa ile desturi ambayo tunaita sifa za asubuhi na kuabudu kila asubuhi. Mama, mama yetu alikuwa anatuamsha na kaka zangu na dada zangu, tuko kumi na moja ndugu hao, wasichana wanne na wavulana wa saba, anatuamsha tunatumia muda kumwabudu Mungu na kuomba. Hizi siku za kila siku za kuabudu zilikuwa zinawaksha ule moto ukiwaka ndani yangu. Mwezi wa Disemba nitakuwa na miaka sitini na miwili. Disemba hii nafikiri, yuko sitini na mbili sasa. Nakumbuka ama, nimekosa lini? Nilikosa kanisani au siku sikwenda Nakumbuka kabisa kila siku niliyokosa kanisani. Katikati ya shughuli na uchovu na kujihurumia hurumia, ni kuvunjika moyo na mashaka na kukengeushwa huku na kule, lazima tudumishe ule, ule, ule, ule moto wetu kwa ajili ya mambo ya Mungu, lazima katika mazingira hayo yote. Anazungumza kwa uzoefu mzee, katikati ya mambo yote ambayo yanaweza yakaondosha yanaweza kuondosha katika uwepo wa Mungu, lazima tuzingatie katika yeye Mungu mwenyewe. Hili linatimizwa kwa kutumia muda wa kutosha kuomba, soma Biblia, sifu Mungu na kujihusisha na watu ambao wana moto kwa ajili ya Mungu, wanawaka kwa ajili ya Mungu. Kumbuka somo letu ni kudumisha moto wa Mungu. Tunawezaje kudumisha? Tuna magogo manne ambayo tunaweza kutia katika moto ili kufanya moto uendelee kuwaka. Nina magogo manne kwa ajili yako. Gogo la kwanza, maombi yanayofanya moto kuendelea kuwaka Naongea kikwao. Okay, maombi yanatangulia moto. Ndio, kabla ya moto kuangukia wanaf wanafunzi siku ya Pentekoste walikuwa wamekuwa na siku kadhaa katika maombi, wakaungana pamoja kwa kudumu katika maombi. Tunaweza kupata hilo katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza msera wa kwanza hadi wa kumi na nne. Kila uamsho mkubwa ulianzia pale ambapo kundi la waamini wa wanaanza kuomba. Kila uamsho mkuu, naweza kusema hilo tena. Uamsho unaanzia wakati ambapo kundi la waamini kama wewe na mimi tunapoanza kuomba. Tatizo tulikuwa nalo hapa Fiji, naweza kuondoka hilo, naweza kuondoka tunapokuja pamoja na kuomba kwa ajili ya muongozo wa Mungu. Tuna madhehebu hamsini na mbili Fiji. Unazungumza juu ya makanisa makongwe, unazungumza juu ya makanisa ya Kipentekoste ambapo wengi wenu na mimi na mimi wewe tumetokea. Nchi ndogo kama sisi imegawanyika, ime, ime vipande vipande kwa madhehebu chungu mzima, na ndio maana hatuwezi kufanikisha chochote kwa sababu ya mitofauti yetu. Umoja ndio unaovutia baraka. Kama tuna madhehebu mbalimbali tunaweza tukaja pamoja na kuunganika, lakini tatizo tulilokuwa nalo leo, mimi naenda njia yako wewe unaenda njia yako. Si ajabu kwamba tuna mambo mengi yanaendelea sasa hivi na hatujui jambo gani la kufanya. Hatujui, hatunalo jawabu bado na ntayaita makanisa yote kuja pamoja na kuamini katika ile nguvu ya maombi kwa sababu uh, maombi yanaweza kuweka ule moto wako kuendelea kuwaka. Maombi daima yana amsha eh, kuingilia kati kwa Mungu katika mambo ya mwanadamu. Na, na sitaji kukuambia eh, mambo yote ya kinyume juu ya, ya, ya nchi ya Fiji ili kwamba niweze kuja kwako na kukuambia kwamba maombi daima yanaamsha, yanawasha eh, kule kuingilia kati kwa kimungu katika masuala ya kibinadamu. Hakuna jambo lingine la kusuluhisha matatizo yetu bali kupitia katika ile nguvu ya maombi toka kwangu na kwako kama waamini. Hakuna maombi, hakuna moto. Hakuna maombi hakuna, hakuna nguvu. Maombi ndio kiungo kinachoturuhusu kwamba tuunganike na Mungu, tuhusiane na Mungu katika roho. Wewe unayo roho, na tunayo nguvu ya roho. Tunayo roho, roho wa Mungu, na namna ya kukutana na roho wa Mungu ni kupitia maombi. kudumisha ule uamsho wa moto ndani yetu. Haleluya! tunahitaji tunahitaji Roho wa Mungu na roho ya mwanadamu kuunganika, kuwasiliana. Kuwa katika moto ni kuwa katika maombi daima, kama unataka kudumisha ule uamsho wa moto katika roho wako roho yako na kuit, unahitaji kuitwa mwanamke mwanamume wa maombi Haleluya. Bwana pewa sifa. Tumeagizwa kuwa waaminifu katika katika maombi kuwa waaminifu katika maombi Warumi kumi na mbili ile. Kama unataka kupata moto wa Mungu, kwanza lazima uombe, unaweza ukakamata ule moto kwa Mungu huwezi kupata, kama huwezi kupata moto wa Mungu kama wewe sio muamini muombaji. Kama unataka kubaki katika moto wa Mungu lazima udumu katika maombi. Wangapi tumeomba asubuhi ya leo? Sijui. Na wala sitakupeleleza kwa sababu hiyo sio juu yangu nani, jambo langu ni kazi yangu kuambia unahitaji kuomba. Kama unataka kubaki katika moto kwa ajili ya Mungu lazima udumu katika maombi. Dumu kuomba, dumu kuomba. Pindi unapoacha kuomba, ni kama vile kuweka kikomo katika kupumua. Jaribu kuanza hilo katika maisha yetu ya kiroho. Kama ukiacha kuomba, ni kama vile umeweka kizuizi kupumua. Inamaana unajiua wewe mwenyewe, umeshakufa tayari kiroho. Mtu wako wa kimwili lazima apumue ili kwamba abaki hai, na katika namna hiyo hiyo mtu wako wa rohoni lazima aombe ili abaki kuwa mzima. Kuomba kunapaswa kuwa ni sehemu ya kawaida ya maisha, na uhitaji kufundishwa kuomba pindi tu unapokuwa umezaliwa mara ya pili, tayari moja kwa moja, hii inakuwa ni njia yetu ya maisha. Maombi lazima yaje kwa urahisi kama unavyopumua kwa wepesi tu. Umeketi pale unapumua una, una unaingiza na kutoa hewa, kadhalika ni maombi. Huhitaji kuwa na ratiba, kwa sababu ni ni kitu kiko moja kwa moja ndani yako. Bila ya kuwa na ushirika na Mungu, mtu wa ndani, mtu wa rohoni anaanza kufa.